Naam Sefu, uh, assalamu alaikum ndugu yangu. Wa alaikum salamu wa rahmatullah, yangu kwema. Habari za huko ndugu yangu bana? Namshukuru mwenyezi Mungu, sijui nyinyi maendeleo yakoje. Tuko vizuri sana bana, siku imewadia bana, wekundo Msimbazi Simba e, mara baada ya kimya kirefu kidogo mapumziko ya ligi kuu Tanzania Bara, leo atakuwa pale Meja Jenerali Isamuhyo, Mbweni jijini Dar es Salaam kupepetana na wao wenyeji wao wa JKT Tanzania. Mchezo huu kwa upande wako Sefu, unatazamia Simba na kwenda kukutana na mchezo aina gani? E, ukiangalia JKT timu ya mchezo mchezo, pia ni kweli, kwanza JKT imesheheni wachezaji ambao wamepita katika ligi eh, kwa kwa kwa status tofauti tofauti, ndio kuna wachezaji leo wengi wameshuka katika viwango, wengine hawaonekani, lakini JKT wapo na wanafanya kazi. Nakumbuka kina Saidi Ndemla kama sikosei, yupo JKT. Ndio yeye, watu ambao wamecheza nao pale Simba Sports wengi wao ni wastaafu, sasa wameacha biashara ya mpira, lakini yeye bado yupo anacheza na anacheza kwa kiwango kikubwa kwelikweli. Lakini ukiacha hivyo, JKT imesheheni watu ambao wamepita Yanga, JKT imesheheni watu ambao wamepita virabu vikubwa vikubwa. Kwa hiyo unapoambiwa unacheza na JKT Tanzania, tafsiri yake unaambiwa unacheza na timu bora miongoni mwa timu bora. Inaweza isikupe matokeo makubwa, inaweza ikakushangaza ukaona kuwa JKT na Simba, JKT haijawahi kupata matokeo kwa Simba, lakini ukitafuta ushindi wa Simba na JKT ni kama vile unacheza mashindano ya kimataifa, inakuwa hakuna tofauti kubwa katika hilo, yani inamaanisha JKT wanaweza kukupa mechi ngumu ambayo hujafikiria. Sasa kuna, kuna kuna mazoea katika mpira, kwa maana tumezoea kuona JKT anapokuwa na Simba eh, labda Simba aliwahi kupata. Ni mazoea katika mpira, ni kweli, Simba ni ni timu kubwa kwa vyovyote vile JKT and Simba mnyoyo ya mtu yoyote, ukiacha shabiki wa kaida wa JKT, anaweza akaipa ukurasa Simba kwamba sasa Simba inakwenda kushinda, lakini inashindaje chini ya Pantev? Pengine unaweza kuyaona matokeo, lakini chini ya Pantev tumeona JKT, nadhani niliyofuatilia mechi yao na Azam, walimaliza mechi na Azam, ndiyo ndiyo walicheza mechi bora sana miongoni mwa mechi bora ambazo nimewahi kuona za ligi kuu, na thubutu kusema mechi kati ya JKT na Azam ilikuwa mechi bora kwelikweli, kwa, kwa sababu JKT walicheza kwa nafasi. Sifa ya kwanza ambayo wanaonekana wanayo, sijui ni mwalimu au wachezaji wenyewe, kwa maana ya quality walizo walizonazo. Kwanza walicheza kwa nafasi e. Pili, JKT uwanjani waliwaheshimu Azam walicheza yake, yake, kama timu ya pili. Unajua watu hawajui wa kucheza kama timu ya pili haina maana una timu bora, umenielewa? Sijui. Ndiyo. Lakini kuna muda unampima opponent, mnaita waingereza eh? ambaye unaye unampima yule mpinzani wako yukoje kwa sasa, anaweza kulisha kitu gani? Umenielewa my brother? Ndiyo. mimi nakabiliana naye kwa, kwa kwa namna ipi? Kwa hiyo JKT yeye hatafuti kuonekana mkubwa katika baadhi ya timu. Yeye anapima mtu niliye naye kwa sasa, ana kwaliti gani? Ana ubora gani? Naweza kukabiliana naye vipi? Angalau mimi nipate matokeo. Na JKT anapokuvaa ukiwa timu kubwa, mi nimewapeleza sana wale jamaa, ndio maana wanafanikiwa kipindi chote, ndio yes. e, JKT endi Simba umuoni. JKT akitafuta matokeo kwa Simba? Hapana, unamwona JKT ambao anakwenda kumheshimu Simba kwa asilimia tisini, kama sio asilimia mia moja. Sasa yeye anachokifanya kwa sababu anao kina shizo la Ramadhani kichu kichwa, umenielewa yeah, watu wenye quality yao kina ndemla yeah. E, kama sikosei, sijui kina Edward maka kama yupo, kama nitakuwa sijakosea mwanaadam mimi E, kina Hassan Dilunga sasa, hawa kwa sababu hao ni kama mamba ambao tayari wameshapita katika maligi, wanajua wao wanakusubiri pale ambapo utakwenda wrong na nisemeje e, e, ume, umepanga e, nani yako mkakati wako umepanga mfumo wako, sasa ukakukataa ukaenda tofauti na mfumo wako watakuadhibu, na wakikuadhibu JKT wanaweza kushikilia chuma. Kaka mimi JKT nawafananishaga na, na sevia kama sikosei, kuna muda walikuwa wako hivyo wakikufunga pale Spain shughuli yake, mpaka unapata kuwasawazisha e, ni kazi kubwa. Walikaa katika miaka hiko, kuna mda vira liali walikuwa hipo Spain, umenielewa vizuri? E, sasa juu ya ya JKT Tanzania, maana yake mwalimu Pantev namwamini sana, anatakiwa naye kwenda kuwaheshimu JKT, na nadhani walimu wenzetu weupe wana sifa moja, umwambia mbele yako una mechi kabla ya mechi, atataka kuwajua wapinzani wake wakoje, wanachezaje wanalindaje sababu nakumbuka mara ya mwisho tunakutana JKT kama siku zetu, tuwafunga mbili mbili eh? ilikuwa mbili bila mbili. Goli la pili anafunga mwamba mmoja, alikuwa midfield Mkongo yule, ndio eh? Ha, ni goli moja nadhani hilo, ilikuwa moja bila eh? mechi ya kwanza moja bila, mechi ya pili moja Tame, yani ni hivyo yani. Sasa unakwenda kuangalia JKT nana na, na hapo tunaposema Simba ilikuwa na quality, sisemi hii haina quality. Hii ni Simba bora miongoni mwa Simba bora, ukitaka nizungumzie na hii inaweza kuzungumzia kama Simba bora, kwa maana imeshieni wachezaji ambao wana uzoefu wana hali wanachaka. Unaona maana walimu weupe brother wanapopewa mechi kama hizi <tapana> kwa kawaida kabisa, nadhani Pantev atakuwa amewafuatilia eh, JKT Tanzania eh, kwa kutazama kwa haraka na uzoefu wangu, Abdallah utakwenda kuona mpira wenye ladha, mpira ambao una una una kwaliti ya kutosha, mpira ambao watu watakuwa wanapishana kitaalam, kwa sababu kuna kupishana kwa kubato fulani, uko mbele yangu, acha ni bato, alafu kuna tunapishana kitaalam, yaani pita nipite kiusalama kabisa. Nadhani tutakwenda kuona mpira huo, mpira wenye ladha, na uwanja eh, kwa bahati unaruhusu kucheza mpira Sef, uwanja Skombweni. Eh, no. Uwanja unaruhusu, yes. Ni miongoni mwa viwanja bora kwa sasa nchini Tanzania, lakini umekuwa uwanja ambao ni nyumba mchungu kwa vigogo. Eh, tumeona Azam akienda pale akishindo kupata ushindi msimu huu, vivyo vivyo msimu uliopita da Young Africans walienda pale wakatoka suluhu ya bila kwa bila, Simba akapata ushindi wa bao moja. Hili haliwezi kuwa tatizo ama kikwazo kwa Simba leo. Uh, unajua kuchelewa, kuchelewa kupata matokeo ndio falsafa za kimpira au kuto kupata kabisa matokeo ni falsafa za kimpira, lakini e, kurahisisha kupata matokeo ni kazi ya mwalimu na wachezaji ulio nao. Hii nimeeleweka katika lugha ndiyo, ndio sasa. Hmm, yani unaweza ukawa umechelewa kupata matokeo, ni falsafa za kimpira. Umeingia katika mfumo wa mtu, umenielewa vizuri. Mtu amekaa sawa, kama JKT alipo ye, anazuia zaidi, anakuwa nyuma ya mpira, anatengeneza watu wengi katika shepu ya kuzuia, kuhakikisha adui hapati kufungua mianya. Sasa hii ni falsafa ya kimpira, lakini kufanya urahisi wa kupita katika hiyo ngome ni kazi ya mwalimu. Chini ya Mwalimu Pantev anatengeneza mazingira rahisi ya Simba kupata matokeo. Mi nimetazama sana sana sana. Kwa nini? Na anaweza kukueleza ukitazama mechi alizocheza Pantev iwe moja mbili E, mechi zinacheza na kimataifa, nadhani mechi ya na kwanza ya, ya Pantev kwa katika benchi kimshinda goli tano. Ndio, namna ya magoli yalivyokuwa yakipatikana ulikuwa unaona Pantev endi magoli sio sio sio Simba. Aa, ni Pantev endi magoli, lakini ukitazama mechi ya pili Pantev alitunza energy ya wachezaji, yaani tayari mi yaani mpaka nifunge goli nne makla kwanza nitaliona inaingia goli la pili nitaliona, nitakuwa nishindwa tu kurekebisha simu. Goli la tatu nitaliona, goli la nne hapo, unacheza na national, ah, umenielewa? Labda unacheza na Esperance de Tunis. Yani ushakuwa na goli tatu, alafu utakiwi kukaa nyuma ya mpira, kwa sababu unatakiwa uongeze liwe la nne ili likusaidie, lakini unacheza chini ya gaboloni au unacheza chini ya msingizini unafanya, yani mini mantiki yangu kwamba ni mwalimu anajua mda gani nitengeneze energy ya wachezaji na nataka nini na mda gani nikoze. Sasa kwa mechi zile mbili zinanishawishi sasa katika tabia ya uwalimu, sio sio sio falsafa za kimpira, sio tabia za kimpira, tabia za uwalimu, kumwona Pantev anaweza kutupa matokeo kirahisi kwa tabia yake ile. Umenielewa, Abdallah? Ndio ndio, nikikutuma Abdallah, beba mzigo wangu, peleka sehemu fulani kama sina kumbukumbu kumbu yako ya kubeba mzigo kufika salama, nitakaa kwa hofu. Kama kuna kumbukumbu kumbu ya ulinibebea hazawezi mara moja au mbili, sitokuwa tena na hofu, kwa sababu nitakuwa naamini Abdallah ya tabia yake atafikisa mzigo salama. Sasa kupata matokeo, Meja Samulo ee, ni kama vile unapanga unaambiwa kakate mninga, umenelewa vizuri, lakini umebeba sanga gani kama panga lenyewe liko sawasawa sawa na limenolewa mlinga unashuka, hakuna tabu. Kwa hiyo JKT ni miongoni mwa timu bora, ni miongoni mwa timu ngumu, natoa matokeo magumu kwa timu kubwa, lakini mna imani chini ya Pantev, si bwana Abdallah? Bwana mimi nimekuelewa sana ndugu yangu e, lengo letu tunachokitaka ni kuvuna pointi tatu. E, Mwenyezi Mungu akipenda tuendelee kufanya mikakati mingine na bado mashindano hayo ya kimataifa yako mbali, lakini chini ya mwalimu Pantev, maana yake anatengeneza pateni ya kwenda kutupa jambo kubwa katika mashindano ya kimataifa. lakini ha, nani Abdallah. Na kuna vitu hatupasi kuacha kuvipita, kuna vitu tutakuja kuzungumza hivyo, ndugu yako hakuna shida bana.